Slamalekum warahmatllahi wabarakatu. qala llahu wa taala yayuha ldhina amanu taqu llaha haqa toqati wala tamutuna illa waantum muslimun. Tumshukuru Allah, tumtekee rehma na amani Bwana Mtume Muhammad. Hii aya imesuniwa kusomwa katika hutuba ya ndoa, ikimaanisha kuwakaribisha wanandoa, karibuni katika maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yanahitaji nguvu ya imani lakini pia yanahitaji na nguvu ya kimaadili tabia. Nini mantiki? Wanandoa, karibuni, safari ya maisha ya ndoa ni fursa ya kumcha Allah kisawasawa. Mume atakuwa kiongozi, msimamizi, na mke nawe utakuwa ni mshirika mwenza kwenye safari ya kwenda akhera. Sasa fursa ina mambo matatu. Kwanza uwe na jicho la kuiona si watu wote wana jicho la kuiona ndoa wapo watu apesa, wana uwezo wa pesa wana kila sababu mke, lakini wanaishia kuzini, hawaoi. Ni wasanii wangapi nchini wakubwa, wana majina, wanashindwa kuoa, wanateketezwa na zinaa. Wapo watu anakaa na mke ndani kama mke na mume, ukimwambia ndoa anakwambia hajajipanga, ila kuzini amejipanga. Lakini wapo wanawake warembo, ukiwatazama wanashtua, yani akienda mbele unamwelewa, akirudi nyuma unamwelewa kuna mwingine akitabasamu na kulia unamtofautisha, lakini kwenye ishu ya kuolewa anakwambia sijajipanga, ila kwenye kuziniwa anafanya nini? Anaziniwa. Kwa hiyo ndoa, una jicho la kuiona, lakini jambo la pili, unaiendeaje ili upate raha kwenye maisha ya ndoa? Ungana na mwenza sahihi. Mume, tafuta mwenza sahihi na mke nawe utafute mwenza sahihi. Leo tunachojichanganya wanaume, tunaangalia sura, shepo. Wenzetu ninyi wanawake, mnaangalia nini? Maokoto. Sasa mkienda kwenye ndoa, wa sura ushaizoea na maokoto, hamna vinaanza visilani. Mwanamke sura kama maonja malimao, utafikiri machungwa hamna. Niseme siseme, cheza ndoa. Aya, lakini unanufaikaje? fursa Unanufaikaje? Wapo watu wanakubali kuoana kidini, target ilikuwa tunapoana kidini tuweze kuishi kidini. Leo shida kubwa ni kwamba tunakubali kuoana kidini, tukija kwenye ndoa maisha ya dini yanashindikana. Tunataka tuchukue mifumo tuliotokana nayo majumbani ije kwenye ndoa, no. Hii ndoa serikali yake ni la ilaha illa Allah. Naam, sasa shida inakuja mbona tunakwenda kwenye ndoa kwa matarajio makubwa, sherehe kubwa, lakini hizi ndoa kila zinavyozidi kuongeza umri, hisia zinaisha. Shida nini? Jawabu, ndoa zetu zimekutanisha wanawake kwa wanaume, lakini sio mke na nani, na mume. Uislamu unaitambua ndoa ya mke na mume, sio mwanamke na mwanamume. Na okay, nani mke, nani mume? Kipengele, matarajio ya wanaume, wanaume walivyokuwa kimaumbile hisia zao, matarajio yao ni kwa wanawake wa sampuli gani? Nam, mke anayeitwa mke ni yule mwenye kuchota moyo mwe wa mume. Kwanza safari yake ya ndoa, kabla ya kuolewa anakesha akimwomba Mwenyezi Mungu ampe mume sahihi, tofauti na wanawake wao, wanaomba wanaume wenye nini? Wenye pesa. Lakini anayeitwa mke ni yule ambaye yuko tayari kumtengenezea mume Yani kwa mambo matatu yuko hewani. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ad-dunya kulluha matau wa khairu mataiha almaratu saliha, dunia yote ni starehe, tamu ya starehe ya dunia ni mume kupata mke mwema. Kwa mambo matatu, biarusi, ili uwe mtamu mambo mangapi shogangu? Mambo matatu, yaani noga. Mambo mangapi hayo? Yaelewe usijokakwama usiokatuvalia ya kiatu namba kumi, mguu namba mbili na hawezi eh? Naam, mambo matatu. Kwanza, mke anayeitwa mke ni yule anayeweza kutengeneza furaha katika moyo wa mume. Ili mke ushinde kwenye ndoa, tengeneza furaha wakati wenziwa wanatengeneza karaha. Unayeitwa mke uwe na uwezo wa kumtuliza mtoto wa mama mkwe, mpaka akuuliza jina lako la utoto, mwambie sikutaji ng'oo, niseme siseme Anayeitwa mke anatengeneza furaha. Mbili, anayeitwa mke ni yule anayemtii mumewe. Ukishaolewa bosi wako ni nani? E, kwa hiyo akikupanga apangika, usimpangue. Lakini jambo la tatu, anayeitwa mke anakuwa mwaminifu, anatunza mali ya mume na yeye mwenyewe anajitunza. Tofauti na kiumbe anayeitwa mwanamke, kwanza, kuudhi kwingi kufurahisha kuchache. Mbili, huwa sio mtii kwa mume wake. Lakini tatu, huwa sio mwaminifu. Leo kuna shida kubwa, baadhi ya wanawake wanaolewa wanakuja kwa mgongo wa dini, lakini maisha ya dini hayawataki. Wengi sio waaminifu. Akifua nguo ya mume akikuta pesa lazima alambe, akiwekwa dukani lazima ajipange. Unatengeneza uasi ndani ya kikosi. Wanawake wangapi mkifua nguo mkikuta hela mna wangapi mnarudisha? Mnarudisha mnalamba, eh, hey, unakuwa kibaka mkubwa we. Wizi ni wizi tu. Aya, anaitwa mke akija kwenye ndoa anamfuata mume, akiwa mume mgonjwa, akiwa mzima, akiwa kijana, akiwa mzee, akiwa na pesa, akiwa hana pesa, mapenzi yake yanakuwa hayayumbi kama mvua za masika na kiangazi. Tofauti anayeitwa mwanamke akija kwenye ndoa yeye afuati mume, anafuata hela. Sasa atakuwa na mapenzi kwenye ndoa ikiwa mamlaka ya mapato TRA inakusanya mapato, ikiwa hamna, na yeye sura kaikunja. Wewe vipi? Mbona mbadilika? Nipake rangi, mbona sura umekunja? Ipige pasi. Kumbe TRA mapato hayakusanyiki. Huruma anaitwa anayeitwa mke anajitahidi ndani ya maisha ya ndoa, anakuwa mwaminifu, anaitwa mke. Anajitahidi yeye, yuko keshi kaja jumla, lakini wanaoitwa wanawake ni wale wenye tamaa. Anakuja kwenye ndoa tamaa mbele, analazimisha kucheza vikoba kwa siri, hata mume ajui pesa anapata wapi. Ile hela ya kula anaiminya, unatesa watoto, unawapikia chicha, unawapikia dagaa ili pesa uende kwenye kikoba. Kuna mwingine unachia hela ya maana unapika mboga ndani kama dawa ya ngili, yaani haieleweki. Pesa kwenye kikoba huku ni kutesa familia. Jamani, mambo yako mengi, lakini nimalizie dakika mbili. Mume mume mke anahitaji nini? Kila mke anayeolewa matarajio yake ni kwa mume ambaye ataweza kumtosheleza mahitaji yake. Mke ana mahitaji matatu, bwana harusi. Mke ana mahitaji yake ya... mahitaji ya kwanza ni mahitaji ya kimwili. Three basic needs food, shelter, clothes and plus treatment as well. Mke ana mahitaji eh, umkamilishe: chakula, mavazi, malazi na matibabu, kadri unavyozidi kupata pesa, fursa ikiwepo, mtoto wa watu ap apige misosi, usiwe bahili. Kuna baadhi ya wanaume mabahili sana kwenye majumba, kweli uongo? Mwanamke akiwezeshwa, akiweza, anaweza hawezi usivione vinaelea mkeo anatazamika mkeo anashtua usende kumfubaza anayeitwa mume anatosheleza mahitaji ya kihisia kiupendo anakukamilishia lakini anaitwa mume maisha yake anakukamilishia mahitaji ya kiuongozi akusimamie kina mama arijalu qawamuna ala nisai mume ndio kiongozi bibia umeolewa Kuanzia sasa pepo yako iko chini ya unyayo wa nani? Wa mume, sio baba wala bosi. wako ni nani? Hebu angalie vizuri, ndio bosi wako huyo. Jamani, mambo ni mengi na nimepewa dakika kumi. Inshallah Mwenyezi Mungu atukubali. Naitwa mwalimu Dimoso, jina langu mwalimu Dimoso. I'm a guide likewise, I'm a counselor. Nafanya shughuli za ushauri na saa, naam. Namba yangu ya simu, chukua ikipendeza Chukua i kupendeza, hiyo hapo, hiyo hapo 0715, 0715 andika, usipishane na madini 0715 719 215, 0715 719 215. Ukikosa, ukiikosa unachukua kwa mama mwenye shughuli, ama kwa MC. Jamani, nawapenda. Kazi ya namba hiyo, tunaalikika kukiwa na shughuli kama hizi lakini pia tunafanya ushauri na saa, karibuni sana, karibuni sana, wassalamu alaikum warahmatullahi. Asante wa ambao amlimpigieni makofi mengi sana sana, jembe Shekhe Dimoso.